Ambazo zinafanya vizuri sana. Kuna baadhi ya watoto watatu ambao naendelea kuwaona hapo mbele ya skrini yako. Nitakwenda kuzungumza na kaka mkubwa ambaye amekaa kati pale, na tuweze kuwajua hawa watoto, kazi yao zaidi sana inakuwa ni nini, na issue hizi hapa za uigizaji, kuja kuigiza location kama na hivi, wamezianza lini, utakwenda kufahamu kupitia uh, um, Alobo Vibe TV pamoja na Masters TV, Epa TV, bila bila kusahau pia Varado TV. Kakaniaje poa? Mzima lakini? Mzima kabisa. Yes, uh, ongera sana kwa kuwepo siku ya leo location. Asante. Ah, uh, tungependa kufahamu ah, uh, watoto walionekana pia kutokana na wimbo wa Mbembe kabla tujaongelea wimbo wa Mbembe na location siku ya leo tungetamani kujua uh, hili kundi ni la kwako ama vipi na linaitwaje? Kidogo tungetamani kupata short story ya kundi hili hapa. Uh, hili kundi linaitwa African Talent. African Talent. Yeah. Kwa nini African Talent na sio jina lingine? Kwa sababu linafunza okay. Ndio. Yeah. Labda linatoa maadili gani kwa watoto au na watu wazima pia, kuna watu wazima okay. Ndio. Yes. Ama madogo ni madogo ambao kidogo umri wao bado ume au yani ni mdogo sana naweza nikasema kitu kama hicho. Kwenye wimbo wa Mbembe pia walionekana, ndio ilikuwa kazi yao ya kwanza au amna? Um, mm. ile ndio ilikuwa ya pili kabisa ya yeah, kwanza ulifanya na nani? Ya kwanza kuna kundi fulani hivi walishuti, hmm. kama video yani, kama movie hivi. okay. Ya. Kwa, ni waigizaji pia ndio, ni waigizaji so kwamba wanapiga picha tu ndo waishie kupiga picha? Hapana. okay. ni mastaa wanachukuliwa, ya okay. nasta akatai, akatai tukio okay. ndio yes. hadi kufikia sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanajiuliza, je, Imekuwaje, wazazi pia wanarizia kitu kama na hichi cha watoto kufanya kazi kama na hizi au? Yeah, wamerizia kwa sababu anapata chochote kitu, unajua tena okay. Ndio, yes. Um, lakini pia kutokana na issue ya kwenye kufanya kazi ambaye, uh, anakuwa anasimamia swala zima la wakitoka kwenye kundi kwenda kufanya kazi sehemu nyingine, nani ambaye anakuwa anasimamia hili swala? Ambaye anasimamia ndogo, Viva, yes. Labda kwenye kundi wewe, una, una cheo gani? Mimi ni manager Manager yani. yeah. yes. um, mara nyingi mtu akitaka kufanya kazi nao wadogo zetu inakuaje upande wa malipo na nini? <laughs> Nimeelewana. Ni ndio. Sasa ipungui kama shingapi? Nimeelewana tu, ukitaka kupiga kazi unakuja unaanza kwa CEO pale dogo Viva. mm -hmm. Dogo Viva ananishirikisha nini, tunaelewana mambo mengine, na yes. um, saizi saa tisa tupo location, na imesha kuchukua kama muda gani toka walipokuja nao hadi kufikia time yao hapa isha kwa ni masaa matano hivi au okay, sita hivi ndio. Yes. unakuwa unajipangaje sasa kama mtu fulani ambaye una, unakuwa unawasimamia? Ah, tunakuja tunajipanga, yani taarifa ikitufikia lazima tuanze kujipanga. Okay. Ndio. Yes. unajua watoto wadogo yani washakula washakula kitambo kabisa yes. Mtazamaji, um, uh, nataka kidogo tuweze kuwafahamu kwa majina, maana ni waigizaji pia ni watoto ambao kidogo ni bado umri wao ni mdogo, lakini mambo yao ni, ni makubwa sana, kutokana na baadhi ya vitu ambavyo tunakuwa tunaviona. Wameonekana kwenye wimbo wa Mbembe wa Dikerel na Nyago, lakini pia kuna uh, kazi ambayo anakwenda kufanyika siku ya ya leo. Tutakwenda kuwaona kupitia video ya ndugu yetu ambaye ni bido, uh, pamoja na Dogo Zu. Dadangu, habari yako? Salamu uko kwema? Uko, uko vizuri kabisa. Niko vizuri. Yes. Unaitwa nani? Flavia. Yes. Wewe pia ni mwanakundi eti eh? Ndio. Dadangu hapa lakini, habari yako wema? Unaendeleaje? Yes, uko sawa, sawa. Mm. Hmm. Yes, mzima kabisa. Na wewe pia ni mwanakundi hmm. Yes. Um, blaza kutokana na hawa watoto zaidi sana, kutokana na issue labda ya kuwakusanyisha kama hivi, na watoto wa mtu mmoja ama vipi? Kila mtu anatokea um, kwenye familia yake, ndio kila mtu anatokea kwenye familia yake yes. yeah. um, idea labda kukusanya watoto kama na hawa, ili ili kuaje, kuaje tukapata idea kuwakusanya kama hivi? ah, si unajua tena kipaji cha mtu akitoki mtu. hmm. yeah. Nilianza tu kama mitani, mitani, si unajua tena yes. yeah, nilianza kwa kusanya, nini, wakakaa vizuri na hivyo, walishazoea Ndiyo. Okay. Unapigisha zoezi kama kawaida, kama kawaida kabisa, wanasoma pia? Pia wanasoma. Unakuwa na meneji vipi muda wa wawao wa kwenda shule na nini, wote wa wanasoma asubuhi au kuna wale ambao wanasoma asubuhi na wengine jioni? Hawa wanasoma watoto, wanasoma asubuhi. Wale wakubwa wanasoma jioni. Okay. yeah. yes. African talent ni kundi fulani ambalo ni la kitofauti, mko na watoto na wengine. oh. Changamoto gani ambazo unahisi labda mnakuwa mnakutana nazo ambazo zinakaribia kidogo kuwakatisha tamaa kwenye kufanya kazi na watoto kama hawa. Mi pia sijapata changamoto yeah. Maana naaminika na, na nawaamini ambao na, wananyalika okay. Yeah, yes, kuna baadhi ya watu ambao wanaamini ukiwafanyisha kazi kama na hizi watoto kama na hawa kidogo ni kuwapotosha. Kitu gani ambacho ungetamani kukiongea au uh, kutokana na safari yako ya kazi hizi hapa na vile ambavyo ushaga wewe kupitia. Kitu gani ambacho ungetamani kuaminisha kuwa ni tofauti na jinsi wanavyofikiria wanavyofikiria. Um, amna brandi, brandi yao, mm, so ya mitaani. Okay. Yeah, brandi yao ni ya mitandaoni ukiwakuta mtaani Masta kabisa, so kwamba mtaani ndo anavaa hivi? Hapana, mtaani wanavaa vizuri tu, okay. Ya, kama wasta wengine ila yeah. Mitandaoni wanavaa kazini kabisa, ndiyo, okay. Eh, yes. Uh, pia kuna mikataba ambayo inakuwa inafanyika na wazazi. Ndio kabisa, yeah. Pia kuna ishu zima ya malipo na nini, lazima wajue lazima iwepo. Yes, wanapokuja kama hivi, taarifa lazima ifike, ni yani mapema sana kabisa kabisa, kabisa. Yeah. Kabisa. Um, tofauti na watoto ambao tunaona hapa um, African talent Mna watu wengi wengi sana ambao pia wanafanya kazi kama na, hizi ni kundi ambalo labda linajihusisha na nini, tofauti na wao ambao tunaona African talent. Pia ina support wasanii okay. Ya, unaweza ukaleta mziki wako tunatoa challenge yes. Tunakupush. kupush okay. Ya, maana na sisi tunaangaliwa na watu wengi yes. Ya okay. na channel yenu ndio inaitwaje? inaitwa African talent. inapatikana kupitia mtandao gani? ipo Facebook, TikTok. Ya, yes. Okay. Uh, kitu gani ambacho wanatamani mara nyingi wasanii wao wanakizingatia kutokana na mnapoenda location kwenye kufanya kazi mkiwa na watoto kama na hawa uh, wasanii wakitualika kwenye location zao? Yes. Lazima waelewe kama hawa ni watoto. Okay. Ya, lazima waelewe. Mm. So wachukulia kama wakubwa. Pia watoto waishazoea lakini wawaelewe. Okay. Ya, bado watoto hawa. Okay. Ndio. Yes. Ah, changamoto gani ambayo shaga kukutana nayo kipindi mna shoot, mmeenda sehemu na shoot na nini? Si unajua ni watoto waenda kaanza kulia nani? Um, na nini? Amna. Watu amna. Really? Wanajiamini? Mm -hmm. Ya wanajiamini. Okay. Ndio. Yes. Ah, mara nyingi ni uh, nyimbo gani ambazo hutamani watoto wao uwe na wahusisha kwenye kwenye kwenye kuonekana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye video za baadhi ya nyimbo kama nyimbo za aina gani ambazo hutaki wa watoto wanaonekana kwenye nyimbo za tofauti labda kwa upande wako ambazo hutamani siku moja watoto wao wanaonekana kwenye baadhi ya hizo nyimbo <laughs> Yaani, nyimbo za singeli mimi sizitakaji. mm -hmm. ya watoto ao wa kushiriki nyimbo za singeli amnayani Yes. um, <laughs> <laughs> msanii kabisa akiimba singeli zake eti mm -hmm. ategemee watoto washiriki kwenye video yake. Hapa mm hapana -hmm. kabisa yeah, yes. ndio yes. Umesema jina unaitwa nani kakangu? Mimi naitwa UK. Okay. okay. yeah. yes. akundi jumla ni la watu wangapi? Watu watano. Watu watano. ndio yes. ambao ni wasimamizi hapo hamna. Mm washiriki kabisa wanakundi wa African Talent kabisa, ambao wanapiga kazi kwenye kwenye kundi la African Talent. Yes. Yes, la ni ni watano. Yes, kuna management management, lakini mimi mwenyewe mwenyewe ndio ndio management, ni sponsor ambaye ana support hela na nini mna mi ndo meneja ila kuna CEO okay, ya kuna ambaye anasimamia kabisa bila yule a watoto watoki kabisa. ndio ndo anaitwa Dogo Viva okay. Ya, ya tofauti na hizo kazi za ama madogo tuseme, dada zetu wawili ambao wako hapa, ma video vixen naweza nikasema hivyo, video king ambaye amekaa hapa, plani gani nyingine ambayo labda mnaifikiria amba, mbao mnatamani waje wafanye tofauti na hivi ambavyo mnafanya sasa hivi? Uh, plan hizo zitegemei ila kuna plani kadri matukio yanavyotokea na ndo plani zitakavyokuja, ila inawezekana plani zingine zije, ila kwa sasa bado. Video kingi, niaje? Kwanza kidogo sema kwa kwenye mbe. wimbo wa mbembe ulionekana yani, usiniogope. Angalia kamera, angalia kamera, angalia kamera kule. Ya, yeah, kwenye video ya mbembe nahisi ulionekana yeah. Ule wimbo wa mbembe unaweza mm. kutuambia kidogo tu verse fulani tu kidogo dada, jaribu kuangalia utofauti kidogo na vipaji vya wadogo zetu, tuangalie zile kamera zote ambazo zinatuangalia kule yeah. so, so, hapa

Ni sawa. Kule makala. Ni le bocichi. Oh my babe. Ngojo eh no babe. Hii ni labili. Tole pepele. Asanteni sana. Aa, naona kidogo aliaye anachafuka. Asante kwa wale ambao umetukabidhi time toka tulipoanza exclusive hapa na watoto wa African Talent. Hapa nilikuwepo na Masters TV, uh, binafsi HBOG from Alobo, lakini pia tulikuwa na ndugu zetu wa EPA TV.